Tutawarehemu maiti wetu inshallah, leo siku ya Idi zipo riwaya kadha wa kadha ambazo kwamba zinaashiria kwamba roho za marehemu wetu huwa zinatangatanga tanga, kutafuta huku na kule kwa masohaba zake ama kwa watu wake ama kwa jamaa zao, yaani kwenye kaya zile ama majumba ya ndugu zao, kutafuta angalau cha kuwasaidia kwa hivyo na sisi insha allahu taala tutawakumbuka marehemu wetu kwa kuwasomea matayasara ya Qur'ani, na baadhi ya dua na thawabu ziwafikie, insha allah marehemu wetu bila kuwasahau ndugu zetu wanaokufa kishahidi katika ardhi ya Palestina huko Gaza ambao e, tutawataja baadhi ya majina na wengine, insha allahu taala tutawajumuisha, insha allah kina marehemu mzee Amari Mwazoa, marhumu mzee Jaafar Dallal, lakini naku bila kuwasahau ndugu jamaa zetu eh, ambao tumeletewa majina yao mbalimbali ikiwemo mbali, Jaafar Habibi na Habibi Kassam na Bisakina Nanji na Shakir Jaafar na wengineo ambao tutawataja kama kina Kasim Nasir na Mustafa Nasir E, Sharbanu Kassam na Haji Qasim Suleiman na wengine katika mashahidi insha allahu taala, na baadhi ya waumini. Kwa hivyo tuna- tutaendelea kuwahitimishia hawa na kisha tutafuata barnamaji yingine insha allah. Muhammadin wa ali Muhammad salawatullah Muhammad wa ali muhammad, muhammad wa ajil wa faraja